Wakulima wa mbogamboga na wengine, serikali itatenga maeneo maalumu kwa ajili ya kilimo, lakini haitokupeni mashamba peke yake, itakupeni pembejeo kwa maana ya vitendea kazi, ikiwemo mifumo ya umwagiliaji maji, ikiwemo mbolea, ikiwemo mbegu bora, lakini vile vile tutawatafutia masoko ya uhakika ikiwemo hoteli za kitalii pamoja na masoko tunayoyajenga kila upande katika nchi yetu. Aidha, tatolewa mitaji midogo midogo kwa ajili ya kuendesha biashara zenu. Haya mambo tunayasema tukiwa tunatambua fika kwamba tuna uwezo wa kuyatekeleza. Uchaguzi uliopita Tulitoa ahadi kwa wajasiriamali kwamba tutawajengia masoko, tutawapa mitaji na tumefanya hivyo. Masoko yamejengwa maeneo mbalimbali kama mnavyotambua, Mwanakwerekwe, Jumbi, Chuwini, na sasa hivi linakaribia kukamilika la Mombasa. Tutaendelea kujenga masoko na tutaendelea kutoa mitaji kwa wajasiriamali ili waweze kujikwamua kimaisha.